Kipa wa Barcelona Marc Andre Ter Stegen amemtetea mke wake wa zamani dhidi ya habari za uongo baada ya ripoti za vyombo vya habari vya Uhispania kudai kuwa alihama nyumbani baada ya mkewe kumsaliti. Ter Stegen na Daniel Genwe walitangaza kutengana kwa wiki iliyopita baada ya kuwa kwenye ndoa kwa karibu miaka nane. Wanandoa hao ambao walianza uhusiano mnamo mwaka 2012 na, na kufunga ndoa miaka mitano baadaye walithibitisha habari hizo kupitia chapisho kwenye mitandao ya kijamii. Mwandishi wa habari wa Kihispania Julian Canet alidai kupitia Catalunya Radio kwamba Ter Stegen na Jenwy wamekuwa kishi maisha tofauti ama wametengana kwa miezi miwili. Alisema kuwa Ter Stegen amekuwa kishi katika hoteli ya kifahari ya Grand Hyatt jijini Barcelona baada ya kuamua kuhama nyumbani akidaiwa kugundua kuwa Jenwy alimsaliti kwa, kwa kutembea na personal trainer wake. Kenneth pia alidai ya kuwa Ter Stegen alitumia ukarabati wa jumba walilonunua majira ya kiangazi yaliyopita katika kisingizio cha kuamia hotelini. Hata hivyo, Ter Stegen amejibu vikali madai hayo akishtumu kituo cha radio kwa kusambaza habari za uongo na kukanusha kabisa madai kuwa mke wake alimsaliti. Nimeshtushwa na kusikitishwa na usimamizi mbovu na ukosefu wa uongozi na udhibiti katika Katarunya Radio ambao amesambaza habari za uongo na kukiuka haki za faraga, aliandika Ter Stegen. Hakuna usaliti wote uliotokea kwa upande wa Daniel. Hakuna mtu wa tatu aliyehusika. Huu ni ukweli kama tulivyoeleza. Mimi na Daniel tulikubaliana kutengana kwa makubaliano mazuri, tukidumisha mawasiliano yenye misingi na uaminifu. Ni jambo lisilokubalika kabisa kwa chombo cha habari kinachoendeshwa na serikali kusambaza habari hizi za uongo, kumshutumu Daniela bila ushahidi na kumshambulia binafsi. Madhara yake hayawezi kurekebishwa. Walithibitisha kutengana kwao kupitia taarifa ya pamoja wiki iliyopita, wakisema kuwa uamuzi huu uliofikiwa baada ya tafakari ya kina. Baada ya kutafakari kwa kina, mimi na Dan tumefikia uamuzi wa kutengana, ilisomeka taarifa hiyo ya pamoja. Uamuzi huu haukuwa rahisi kama unavyoweza kuelewa, lakini tunaamini kuwa ni hatua bora kwetu sote. Lengo letu kuu ni kufanya kile kilicho bora kwa watoto wetu, kuhakikisha wanaendelea kuwa katika mazingira ya upendo na utulivu. Tunabaki kujitolea kushirikiana kama wazazi na kuendeleza heshima na kuthaminiana kama tulivyofanya siku zote. Katika kipindi hiki cha maisha yetu binafsi, tunaomba tafadhali mheshimu faraha yetu, hasa faraha za watoto wetu. Jan aliamia Barcelona kumfuata Ter Stegen mwaka 2014 baada ya mchezaji huyo kujiunga na klabu hiyo kwa uhamisho wa pound milioni 9.7. Wawili hao walifunga ndoa tarehe 15 Mei 2017 katika sherehe ndogo karibu na eneo la Barcelona, kisha wakafanya harusi kanisani huko Tascan, na wawili hawa na watoto wawili. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina